kama ndugu mwenyekiti wa ACT mkoa wa Mjini, ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu kubanda Zanzibar, Babu Juma Duni Haji, ndugu kaimu kaimu naibu katibu mkuu, ndugu viongozi wa kamati kuu mliopo, wajumbe wa halmashauri kuu ya chama, ndugu viongozi wa ngome ngazi ya kitaifa viongozi wa chama ngazi ya mkoa, majimbo na matawi, chama na ngome zake, salamu alaikum. Ndugu viongozi, leo ni siku ya Jumatano, tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2020. Ni siku ya 11 ambayo kiongozi wetu alianza ziara rasmi ya kuitembelea mikoa yote 11 kwa upande wa Zanzibar, leo huu ni mkoa wa kumi na moja. Tumpigeni makofi, anakamilisha ziara yake. Mwenyezi Mungu inshaallah ampe kila la heri, namlinde na uadui wote, amjaalie maisha marefu Amina. Ampe afya na amzidishe imani ya kuwapenda wananchi wake, na sie wananchi wa Zanzibar tuzidi kumpenda mahali Maalim Seif ni siku ya nakumbuka kwamba alichukua fomu siku ya tarehe tano mwezi wa saba leo ni siku ya kumi tangu kuchukua fomu kuwania tena urais kupitia chama chetu cha ACT pia siku ya leo inafanya inabakisha siku mia moja na mbili pekee kufika ile siku ambayo Wazanzibari tumekuwa tukiisubiri kwa hamu kurudi tena vituoni kwa ajili ya kuitetea Zanzibar yetu tunayoipenda ziara ya leo katika mkoa wa mjini kwa Maalim Seif ni ziara ya kihistoria, kwamba pamoja na mambo mengine Maalim Seif leo yupo kama mwenyekiti wa chama katika ngazi ya kitaifa. Maalim katika maisha yake yote ya kisiasa hajawahipo kukamata nafasi hii. Kwa hiyo tujipongezeni sana na tumpongezeni sana Maalim. Ndugu mwenyekiti walioko mbele yako ni viongozi wa chama ngazi ya matawi, majimbo pamoja na mkoa, katika mkoa huu wa Mjini, ambapo katika mkoa huu tuna jumla ya matawi hamsini na mbili, majimbo tisa, na tunayo ngazi ya mkoa kwa chama na ngome zake. Ndugu viongozi, mwenyekiti wetu leo kafuatana na ujumbe mzito kabisa wa uongozi wa chama katika ngazi ya kitaifa ambao walichaguliwa hivi karibuni na mkutano mkuu wa chama uliofanyikana. Ukisikia la mgambo ujue kuna jambo. Ukisikia la chukubo chukubo chukubo jambo. <coughs> Na mgambo sisi, mara hii hawa, tunataka kuwapa kipigo kuliko cha Oktoba 2015 anakwambieni, muaminini Mwenyezi Mungu, tukijaaliwa hawa yajue, usiolijua usiku wa kiza kama tuliwapiga kwa kura 25000 mara hii wajiandae, si chini ya kura laki moja tofauti. Ka vitakuja vipi? Hatusemi kitu, watasiona la wenyewe, lakini leo tumetoka, tumeona wamepwaya kabisa kutoa wafanyakazi maofisini kwa nguvu kwa sababu Wazanzibari wameshaamka, tumewaamsha wameamka. Kwa hiyo watu hawana wasiwasi, wote, vijana, kina mama, wazee, wote kazi moja tu, tuhakikishe sote tunashinda tu, tunashinda na tunatia mguu Ikulu na Maalim Seif hii. <laughs> Ndiyo ACT Wazalendo isimami panapo hai na majaliwa, mpaka Maalim Seif atakapoapishwa. Hatujui ama Amani ama Mnazi Mmoja, sijui wapi, toka Mnazi Mmoja eh? Kabisa kabisa kabisa kabisa. Ndugu viongozi, maelezo yameshatolewa kwa kina juu ya maudhui ya ziara hii ya kichama. Hii sio ziara ya kampeni, hii ni ziara ki, ya kichama kama alivyoeleza ndugu Omar Ali Shehe, naibu katibu wa organization na chaguzi katika chama. Tupigeni makofi mengi sana. tumeanza naye Pemba, tumemalizana naye leo hapa katika mkoa mjini. Naibu katibu mkuu wetu ana maagizo mawili naomba niyaseme hapa, alafu kama katibu mwenezi mtasema la uwenezi. Mwisho, ZEK, tume ya uchaguzi ya Zanzibar, ZEK, imeshatoa taarifa rasmi kabisa kama siku ya jumamosi na jumapili ya tarehe kumi na nane Jumamosi na Jumapili ya tarehe kumi na tisa wanatoa shahada za kupigia kura. Siku mbili hizi zitakuwa kwa mikoa miwili ya Pemba, mkoa wa kaskazini na mkoa wa kusini, na siku ya Jumamosi ya tarehe 25 na 26 mikoa mitatu ya Unguja tume itatoa shahada za kupigia kuna jumla ya vituo vyao vyote ni mia nne na saba vya Unguja. Na pili, sasa wajibu wetu kuanzia hivi sasa hivi tukitoka hapa, nyumba kwa nyumba, kwa mujibu wa tarehe hizi, wale wote wenye shahada lazima wakachukue vitambulisho vyao vya kupigia kura kuanzia hivi sasa tunajipanga hivi. Nini kitu cha kuchukua wakati wa kwenda kwenye kituo? Unatakiwa uchukue kile kirisiti chako ulichopewa japo kimefutika. Ukiji mpiga kura mkongwe, uende na ile shahada ya kitambulisho chako na ufike katika kituo kwa kukabidhiwa shahada yako ya kupiga kura. Wakati huu, na siku yetu ya leo ya kamar iwe ni siku ya weupe, iwe ni siku ya nuru bandzima, ya buomba, kwa Zanzibar nzima, wakati Wazanzibari wakihakikisha nchi yao, Mwenyezi Mungu tunakuomba, kwa utukufu wa lamnashira, tujaalie kila yenye uzito basi kwako ni nijepesi, na utuwezeshie mambo yetu yote kwa rehema zako Mwenyezi Mungu na utukufu wako Mwenyezi Mungu